Katika msitu wa kijani kibichi uliokuwa ukizungukwa na milima ya amani, aliishi ndege mdogo aitwaye Kiki. Kiki alikuwa na mbawa nzuri, rangi ya dhahabu na kijani, lakini hakuwahi kuruka juu kama ndege wengine. Kila siku alikaa juu ya mti mmoja, akiwatazama wenzake wakiruka angani, wakifurahia upepo na uhuru wao. Siku moja, ndege mzee aitwaye Babu Tai alimsogelea Kiki na kumuuliza, "Kwa nini hujiungi nasi juu angani mdogo wangu?" Kiki alishusha pumzi na kusema kwa sauti ya huzuni, nilijaribu kuruka zamani, lakini siku moja nilijeruhiwa na mvua ya mawe. Tangu siku hiyo, kila nikijaribu kuruka na hisi uchungu. Siwezi kusahau maumivu yale babutai. Babutai alimtazama kwa macho ya huruma na busara, akasema, Kiki umepona mwilini, lakini moyoni bado umebeba majeraha. Umebeba mzigo wa jana, na huo ndio mzigo unaokufanya usiruke. Kiki alinyamaza. Babutai akaendelea. Fikiria kama kila ndege angekataa kuruka kwa sababu ya mvua moja ya mawe. Je, bado tungekuwa na ndege angani? Maisha siyo kukosa maumivu bali ni kujifunza kuruka licha ya majeraha. Maneno hayo yalimgusa Kiki sana. Usiku huo akiwa peke yake, alifikiria sana. Alikumbuka uchungu, lakini pia akakumbuka ndoto zake kuona dunia kutoka juu, kugusa mawingu, kusikia upepo ukimwimbia. Asubuhi ilipofika, Kiki alisimama kwenye tawi la juu kabisa la mti wake. Alifunga macho akapumua kwa kina, kisha akasema kimoyomoyo, na achilia jana, na samehe na sahau, naishi leo kwa nguvu mpya. Akapiga mbawa zake na kuruka. Awali ilikuwa ngumu, lakini kadri alivyopaa mzigo wake ulianza kupungua. Kiki aliruka juu juu zaidi, mpaka akawa pamoja na ndege wengine angani. Kwa mara ya kwanza alihisi huru, alitabasamu.